Akisoma shtaka hilo mbele ya hakimu mkazi wa mahakama hiyo Dkt Yohana Yongolo, wakili wa serikali amedai kuwa mtuhumiwa alitenda kosa hilo Juni 28 mwaka huu, akiwa eneo la mahakama hiyo ambapo alitamka maneno hayo ya kichochezi bila ya hofu. Mara baada ya kusomea shtaka hilo, wakili huyo amesema upelelezi umekamilika, ambapo mawakili 11 wanaomtetea 1 wanaomtetea Lissu wamemwomba hakimu Yongolo impatie mteja wao dhamana yenye masharti nafuu, huku wakili wa serikali akiomba mahakama kumpa masharti magumu kwa kuwa hana hofu na mahakama kutokana na kutoa maneno hayo ndani ya eneo la mahakama. Aidha amesema kwa kupewa masharti nafuu, anaweza kurudia tena maneno hayo kwani amezoea kauli iliyopingwa vikali na jopo hilo la mawakili katika mahakama hiyo. Jeshi la polisi lilikuwa limeimarisha ulinzi, ambapo wakati Mheshimiwa Lissu na mwenyekiti wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Mbowe wakiwa wanazungumza na waandishi wa habari katika maeneo hayo ya mahakama, polisi wamekamata vijana kadhaa, wafuasi wa chama hicho ambao walikuwa wamebeba mabango yaliyokuwa na jumbe mbalimbali mbali. Hii ni nchi ya vyama vingi. Hii ni nchi yenye, dam... yenye katiba inayotambua vyama vingi. Hii ni nchi yenye katiba inayotambua haki za wananchi kusema maneno wanayoyaona yanafaa kwa watawala wao. Kama ni mabaya, katiba yetu inaruhusu. Haijatuambia tuwapende tusiowapenda. Wasitulazimishe kuwapenda wale ambao katiba yetu imeruhusu tuwaambie tusivyowapenda. Kwa hiyo si muda wa kunyamaza. Tutatishwa, tutapigwa, tutakamatwa, tutafungwa, tupaze sauti. Mheshimiwa Lissu yuko nje kwa dhamana baada ya kutimiza masharti ya dhamana, na kesi yake itatajwa tena Agosti 8 mwaka huu, ambapo kabla ya kuondoka maeneo hayo ya mahakama, Mheshimiwa Lissu na mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Freeman Mboe wamezungumza na waandishi wa habari, ambapo wamesema tunaona unaonevu unaendelea ndani ya bunge, sasa unaendelea nje ya bunge hata hapa katika eneo la mahakama ambako tunataka kuzungumza tunayoamini, bado nguvu inatumika katika kuwadhibiti wanachama wetu. Tutaendelea kupambana kwa kila aina inayowezekana hadi haki ya utawala wa demokrasia itakapoheshimika katika nchi yetu. Kutoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, mimi ni ufosaro wa ITV.